Mjomba, uoga na kutokuthubutu, hivyo vitu viwili, yaani uoga na kurisk kufanya action, hivyo vitu viwili vinaendana. Mjomba, naomba hivyo vitu kuanzia leo mjomba uvitoe kabisa katika mwili wako. Toa uoga, toa kutokuthubutu. Kuanzia leo anza kuthubutu, acha kuwa na uoga. Unaweza kuwa na kipaji kizuri cha kuimba, unaweza kuwa na kipaji kizuri cha kuchekesha, unaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kitu, lakini hutaki kujionyesha mbele za watu kwa sababu ya uoga. Je, watu watakuona vipi? Unaweza kuchukua simu yako kama nilivyochukua mimi au kamera kama nilivyofanya mimi, alafu ukaanza kuchekesha ukatuma kwenye mitandao. Usijali, watu watakucheka, watafanya nini? Usijali, usiogope, fanya vile vitu ambavyo unaona una talenti navyo, ambavyo unaweza kuvifanya kwenye jamii, watu wakakufahamu, wakakujua, ukaanza kupita njia kupitia talenti yako. Unajua kitu Unajua kutengeneza magari, unajua kufanya nini kazi, una au huna pa kwenda, au hauna gereji, au upo sehemu unaona unafanya kazi, unatumwa, wakati huo una uwezo. Anza kutafuta wateja wako, waite nyumbani kwako, wapaki nje, uanze kutengeneza magari taratibu taratibu, huku unanunua spana. Mwisho wa siku utaweza kufanikiwa kuwa na gereji yako. Acha uoga, kuogopa kwamba lazima Jordani, awepo hapa au lazima good sense awepo ya hapa. Yaani, toa uoga kabisa, simama wewe kama wewe na vile vile, thubutu kufanya usiogope risk. Na kama una hela, chukua nenda kanunue spana yote, ubaki shilingi kumi una halafu utakuja kunikumbuka baadaye. Hiyo nayo ni nondo, ifanyie kazi e youkamojaa ni follow kama huja ni follow, share na wengine nao wapate elimu hii, nyundo kama hizi. Bye, bye.